Wanawake ni jeshi kubwa. mm -hmm. Na wanawake tunaweza, tunashukuru serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, imeweka imani sana kwa wanawake. Wameweza kuteuliwa kwenye nafasi mbalimbali, wengine wameweza kugombea kwenye nafasi mbalimbali na wakaaminiwa, wakapewa nafasi. mm -hmm. Wale walio kwenye nafasi na wale ambao wako kwenye shughuli zao za kawaida, wote wana wajibu katika kujenga tunaona na vitendo vya rushwa wanawake tusimame, kila mtu kwa nafasi yake. Wenye nafasi ya uongozi wakemee vitendo vya rushwa, mara wanavyoweza kuvibaini, wasivinyamazie, wavikemee. Lakini kwa ujumla wanawake wote, niseme wito wangu ni kwamba tubadili fikra, badala ya kuona kwamba matendo ya rushwa ni matendo ya kawaida. mm -hmm. na mtu ambaye anafaa anakubalika ya, ya katika jamii. Kila mwanamke mahali alipo ni kiongozi, au Okay. ni mwananchi wa kawaida aelewe au atambue ya kwamba rushwa ni tendo ambacho hakikubaliki katika jamii, na hivyo awe tayari pambana nacho pina anapokutana nacho.